Yesu Kristo, katika sherehe za Noeli za mwaka huu, napenda tushirikishane kuhusu mamlaka za kisiasa na kiutawala kipindi ambacho Yesu Kristo anazaliwa. Tunajua kwamba Yesu amezaliwa katika taifa la Israeli ambayo ni Palestina ya sasa, na kipindi hicho Israeli ilikuwa ni mikoa mitatu: mkoa wa Galilea wenye mji kama Kapernaum pamoja na Nazareti, mkoa wa Samaria pamoja na mkoa wa Yudea au Yahudi wenye mji kama Yerusalemu na Bethlehem. Kipindi hicho dola ya Rumi ni kama ilikuwa inatawala dunia nzima na kiongozi mkubwa wa dola ya Rumi alikuwa anaitwa Kaisari. Kaisari aliyekuwa anatawala kipindi ambacho Yesu anazaliwa ni Kaisari Augusto ambaye yeye ametawala mwaka 24 kabla ya Kristo mpaka mwaka 16 baada ya Kristo. Huyo alifuatiwa na Kaisari Tiberius. Tiberius ndiye yule ambaye picha yake no inaonekana katika ile sarafu ambayo kwa Mafarisayo wanaenda kumhoji Yesu eti ni halali kulipa kodi kwa Kaisari. Mwaka sitini na tatu kabla ya Kristo mpaka mwaka mia moja thelathini na tano baada ya Kristo, Israeli ni kama koloni la Mrumi na hata kiongozi anayetawala eneo lile pale anawajibika kwa Kaisari wa Rumi. Na mfalme wa Israeli kipindi hicho ni Mfalme Herode, mwaka thelathini na saba mpaka mwaka nne kabla ya Kristo. Sasa baada ya kuangalia hivi, sasa tuone mazingira. Kaisari Augusto anatoa amri ifanyike idadi hesabu ya watu pamoja na mali na ardhi wanayomiliki, kila mtu katika mji wake. Agizo hili ndilo linalomfanya Yusufu pamoja na mkewe watoke mahali ambapo wanaishi huko Nazareti, Galilea, watembee mpaka Yudea katika mji wa Bethlehem. Bethlehem ni mji wa Daudi na tunajua Yusufu ni uzao wa Daudi. Kwa hiyo bila shaka Yusufu alimiliki mali katika ardhi ya Bethlehem, na huko ndipo ambapo basi, watafika, watakosa eneo la kukaa, wataishia pangoni katika nyumba ya kulishia wanyama, ndipo ambapo Kristo Mfalme Masia, anazaliwa na hiyo ni mwaka sita kabla ya Kristo. Basi huko na huko, huko na huko. Mama Jusi wanasikia habari, wanabeba zawadi, wanaongozwa na nyota kufika mpaka pale ambapo Yesu amezaliwa. Yesu ambaye kwao ni mfalme. Kama ilivyo mambo ya kitoto, kwa ukifika eneo lazima ujitambulishe kwa mtawala eneo hilo, hivyo na wao wanaenda kwanza kwa Mfalme Herode ambaye wakati huo makazi ya Herode ni Yerusalemu. Kufika atawambia, tumekuja kumwona mfalme aliyezaliwa, eh. Yeah, Mfalme Herode anaumia, anasikitika, anatafuta Yesu amezaliwa wapi. Inaonekana ni Bethlehem. Sasa haya, nikifika huko, nje mniletee na mimi taarifa ile, nikamsalimu mtoto, nikamsalimu huyo mfalme lakini lengo la Herode wala si kwenda kumsalimu huyo mfalme aliyezaliwa. Lengo lake kubwa ni kutaka kumuua. Maana miaka kadhaa nyuma tunaambiwa Herode aliwaua vijana wake watatu ambao aliona ni tishio katika mamlaka yake. Kwa hiyo bila shaka alitaka wamwangamize mfalme pia ambaye anasikia amezaliwa. Basi mamajusi anaongozwa na malaika warudi kupitia njia nyingine. Yusufu anatokewa, anaambiwa akimbilie Misri yeye pamoja na familia yake, na akae huko mpaka ambapo Herodi anafariki. Na Herodi anafariki mwaka nne kabla ya Kristo, na miliki yake inaganika katika sehemu tatu ambazo zinatawaliwa na watoto wake. Wa kwanza ni Herod Alkelao ambaye huyu anamiliki upande wa Samaria pamoja na Yudea. Arkelao ni mfalme katili kuliko hata babake. Na hii itamfanya aondoshwe na Warumi katika mwaka sita baada ya Kristo. Na pale atawekwa gavana wa Kirumi moja kwa moja ambaye ni Pontius Pilato. Mtawala mwingine ni Filipo. Filipo yeye atatawala upande wa kaskazini na mfalme mfalme wa tatu atakuwa ni Herode Antipa. Herode Antipa huyu ndiye ambaye anatajwa katika simulizi ya kuuawa kwa Yohane Mbatizaji kwa kukatwa kichwa. Hivyo basi, huko Yusufu ataongozwa kwamba wale waliokuwa wali wanataka kumuua mfalme wameshafariki, kwa hiyo unaweza ukarudi. Lakini kutokana na ukatili wa Arkelao, Yusufu arudi kukaa tena katika Bethlehemu, bali anarudi kukaa katika Galilea, katika mji wa Nazareti. Ndivyo kusema Yesu alizaliwa katika mji wa Bethlehemu na kukulia Nazareti. Na ujumbe ambao ningependa kuachia katika sherehe hizi za Noeli ni kuwa mtu mwema. Kuwa mtu mwingine. Yes. Be good, be honest. Hivyo tu. Heri nyingi sana kwa sherehe za Noeli na mwaka mpya.